Kuna stori nyingi sana katikati ya mashamba ya miwa pale Misenyi. Moja kati ya stori kubwa ni kuhusu kambi ya timu hii, ikitajwa kuwa ni kambi ngumu kuwahi kutokea ndani ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Pamoja na yote hayo, pia ina faida zake nyingi na hii imekuwa hivyo kwa miaka mingi ya mafanikio ya timu hiyo yanayotokana na uwepo wa kambi hiyo inayoitwa kwa jina la utani Sobibor, ikifananishwa na filamu ya Escape from Sobibor ambayo ilikuwa ni gereza la mateso katika kipindi cha vita ya pili ya dunia. Maisha baada ya kuingia kambi, maisha ilikuwa mazuri tu, tumecheza kwa mafanikio makubwa, lakini ugumu ulikuwa katika kempo. Eh, camp ile ilikuwa inaitwa Sobibor, ni nzuri kwa mchezaji kukaa kurelax na kufanya kazi yako ambayo inakupeleka kule, lakini ile camp kama una vitu vingine nje mpira, ni ile camp wewe haikufai. Ile camp ilikuwa inaitwa Sobibor, yani ni sehemu ambayo mtu unakaa, yani kuna vitu ulikuwa ukivihitaji lazima utoke uende center, kuna sehemu inaitwa Bunazi, ndio ukavipate. Mfano voucher, ulikuwa lazima utoke pale vale na bodaboda boda, unaenda kununua vocha au kia chipsi, unatoka unaita bodaboda boda, elfu mbili kwenda elfu mbili kurudi, unaenda kununua chipsi Bunazi. Badae kaja kabadilika, ni issue ya umeme umeme. Umeme ulikuwa ni wa generator, kwa hiyo ule umeme ulikuwa unawashwa saa kumi na mbili asubuhi Wakati sisi tunajiandaa kwenda mazazini asubuhi saa, kwa saa, saa kumi na mbili jenereta ndo linawasha saa mbili wakati wengine hata mjaudi mazazini jenereta lisha zima umeme hakuna. Kwa hiyo hapa kuanzia saa mbili mpaka saa kumi jioni ndo jenereta linawasha tena, na linapozima saa kumi basi mpaka saa sita jenereta linazimwa. Kwa hiyo kutoka saa sita usiku mpaka saa kumi na mbili asubuhi umeme hakuna. Wakati mwingine nyoka ilikuwa ni kitu cha kawaida tu kwa Sobibor. njia kempu Kwenye, kwenye kazi ilikuwa kazi nzuri tu, nacheza natoka Sobibor tunaenda Kaitu bila ya Misenyi tunaenda Kaitaba kucheza mechi, ni zaidi ya kilomita 60. Kwa hiyo watu wengine wanakaa kwenye costa au kama ni kindicho costa, wakaa kwenye costa mpaka na usingizi na kupata kabisa, kwa sababu ni mwendo wa lisaa moja, unaenda kucheza mechi Kaitaba, kumaliza mechi mnaingia kwenye gari unarudi tena shamba. Hiyo ndio ilikuwa maisha Sobibor, na ndio maana waliita Sobibor kwa sababu ukisha au chungwi au zuilii kutoka lakini, mwenyewe kutokana na mazingira b kuna agu ilikuwa yani pagumu kweli, yani kutokana na mazingira na nini, lakini kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanakimbia ile kempu yani. Ilitokea kipindi kwamba mtu alikuwa akipewa signing, signing fee anaweza kakaa kacheza mechi moja mbili tatu, anaondoka. Ikawa hivyo, lakini baadaye ikabidi sasa kutokana na watu walikuwa nakimbia, ikabidi waweke utaratibu mwingine kwamba mtu kija ukisaini, aupewi pesa yote, unapewa nusu, unapewa kidogo yani alafu nyingi inabakia kwao. Kwa hiyo unasaini alafu, kwa alafu baadaye raundi ya pili ndio anakumalizia pesa yako ilo bako. Wengi wamekimbia wengi, mmoja wapo ambaye mimi ninamkumbuka alikuwa anaitwa Abdala, e, shiboli shiboli, mzanzibari mmoja, na mazingira alok, kwa sababu kipindi hicho alikuwa ametoka Simba Sports, kwa hiyo mazingira yale yakamshinda, akaamua kuondoka zake kuondoka Sobibor